Jina lake asili ni Amr bai kwamba ni mtoto wa Abdi Manaf, mjukuu wa Qusay bin Kilab. Kwa hiyo Hashim akawa ni mwenye kuoa katika mji wa Madina, na akiwa katika safari ya kibiashara maut yakawa yenye kumkumba katika mji wa Gaza, kwa hiyo akafariki Gaza. Gaza iko Falastini, na akazikwa katika ardhi ya Gaza. Mkewe aliomwacha nyuma alikuwa ni mjamzito na kisha baadaye akawa ni mwenye kuzaa hali ya kuwa yuko baina ya watu wake, kwa sababu maadamu mkewe alimwacha katika mji wa Madina na yeye mauti alimkumba akiwa yuko safari ya kibiashara, mkewe akabakia kwa familia yao, na kisha akawa ni mwenye kuzaa mtoto, akamwita Sheiba. Sheiba maana yake ni mzee. Wanani ambaye kwamba kwa nini mtu wa mzae mtoto wake amuite mzee? Sasa Sheiba alipozaliwa alikuwa na baadhi ya nyele zake zilikuwa nyeupe na huwa ndiyo alama ya uzee. Sasa wakamwita Sheiba kwa ajili ya zile nyele nyeupe. Lakini Wabajuni pia huita, sio bwana mzee, mzee, sijui kwa sababu gani, lakini huyu alikuwa na nyeli nyeupe akizaliwa. Kwa hiyo akiwa, akiwa ni mwenye kuishi na familia ya mamake na akalelewa baina yao kwa takriban kiasi cha miaka nane hivi na baada ya muda ulipopita akaja bwana ndani ya mji wa Madina kutoka mji wa Makka, ansafiri kutoka Makka akaja mpaka Madina. Huyu bwana aitwa Al-Muttalib. Al-Muttalib ni ndugu yake Hashim, ni ndugu yake Amr bin Abd Manaf, ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kupewa jina Hashim. Sasa huyu ni bradhake Ametoka Makka, ankuja katika mji wa Madina kuja kumdai mtoto wa ndugu yake, amekuja amemtaka mtoto wa ndugu yake arudi naye nyumbani katika mji wa Makka. Mtoto ni huyu Shaiba, sasa amefikisha takriban umri wa miaka minane na akawa ni mwenye kuambia familia ya alokuwa mke wa ndugu yake kuwa twataka huyu mtoto wetu tumchukue twende tukaishi naye aishi kwao katika mji wa Makka. Na familia ya mama wakawa wenye kukataa kumpeana, sababu ambazo kwamba ni za kawaida zenye kueleweka. Bila shaka mama yoyote ku, atataka kumshikilia mtoto wake hasa ikiwa babake amefariki kama hivi, basi alichobakia nacho huwa ni ule mtoto. Kwa hiyo wakawa asili ni wenye kukataa, lakini al-Muttalib akawa ni mwenye kuwasihi, akawasisitiza na mwisho akakubali. Aliwaambia nini? Aliwaambia huyu kijana huyu mtoto yuatoka katika familia tukufu sana ya Kikureishi, kwa hiyo tuamtaka aende kwao awe ni mwenye kuzisoma mila zao, tamaduni zao, desturi zao, awe ni mwenye kuijua familia yake, kwa sababu huyu ni mrithi wa familia ambayo kwamba ni tukufu baina ya Makureishi, na awe ni mwenye kuelezwa na aelewe majukumu yake. Mwisho akawa wakawa wenye kukubali, wakawa wenye kumwacha mtoto aende na ami yake ambaye kwamba amba ni huyu bwana aitwa al-Muttalib ammi yake Shaiba Shaiba ambaye kwamba amba ni mtoto wa Hashim. Kwa hiyo al-Muttalib akawa ni mwenye kumchukua na akaenda naye katika mji wa Makka. Sasa katika mji wa Makka hakuna ambaye kwamba amba alikuwa yamjua huyu mtoto Yani, familia yao ni maarufu baina ya Makureishi, lakini hakuna ambaye kwamba yamjua mjuu wa mtoto kama huyu, hajawahi kuonekana nipo na wakati kama huu. Ilikuwa zama ambazo kwamba utumwa ilikuwa jambo la kawaida, yani unaweza ukatoka wewe kasema nda zangu sokoni walioiti tip, tip nda zangu sokoni kwa choro wa mae. Ukenda ukapata mtumwa ukanunua, ukiingia naye katika mji wa Makka watu wajua <coughs> amenunua mtumwa. Yani ilikuwa jambo la kawaida. Sasa, maadamu watu wa Makka walikuwa hawamjui huyu mtoto, hawajawahi kumuona, na wamuona Almutalib amekuja na kijana na, by the way, walikuwa wakinunua sana sana watumwa wakiwa wadogo wadogo, likuwa wanapendekeza sana wanunue watumwa wakiwa ni wadogo, kwa sababu akiwa ni mdogo, utaweza kumfunza unavyotaka wewe. Wataka akusaidie katika lipi? Wataka akutumikie katika jambo gani? Je, ni katika masuala ya kuangalia ngamia au ni katika mambo ya kibiashara. Kwa hiyo watu wa Makka wakaona Almuttalib ankuja na mtumwa, ndio wakasema, Abdul Muttalib, mtumwa wa Muttalib asili jina lake aitwa Shaiba, lakini ameingia naye katika mji ma wa Makka. Watu wa makka wakasema, huyu ni nani? Ni mtumwa wa Almuttalib, wasijue kuwa ni mtoto wa ndugu yake. Kwa hiyo jina likamganda Abdulmuttalib. Sasa huyu Abdulmuttalib ni babu yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Yaani, yeye ndiyo mzazi wa babake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alhamdulillah, tumfika mpaka kwa babu yake moja kwa moja mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia Ibrahim alaihi ssalam na Ismashi wakiwa ndio tanzu au tagaa la kizazi cha Ismail lililobakia katika mji wa Makka. Eh, maarufu tukisema kizazi kama hichi kikiitwa eh, Maaddu, eh, Alkinana, kizazi cha Kinana. Kwa hiyo tukaja kwa Qusai bin Kilab, tukafika kwa am ambaye kwamba ni Hashim, kisha hivi sasa kwa Abdul Muttalib. Na hapa kwa Abdul Muttalib tutakuwa ni wenye kuenda polepole pole, kwa ajili ya matukio muhimu yaliyotokea katika maisha ya Abdul Muttalib, na hasa matukio mawili. Na leo insha Allah, tutakuwa ni wenye kuanza kutaja moja. Abdul Muttalib, kuna wakati alikuwa ni mwenye kuota na kabla hatujaeleza ndoto ya Abdul Muttalib, tukumbuke hivi sasa kama tulivyotaja mwanzo, Jurhum kabla ya kutolewa katika mji wa Makka walikuwa wenye kufanya nini? Mojawapo ya matukio waliyoyafanya ni kufunika na kuzima alama na athari ya kisima cha Zamzam kabla hawajatolewa na al-Khuzaa na Khuzaa walitawala katika mji wa Makka takriban miaka mia tatu na wakawa wenye kupinduliwa na Qusay bin Kilab kisha baadaye Hashim kisha baadaye kuja mpaka eh, Abdulmanaf kisha mpaka kufikia kwa Abdul Muttalib zaidi ya miaka mia tatu au zaidi ya karne tatu. Zamzam haijulikaniwi, watu hawana habari na Zamzam ilipotea, na ikapotea kabisa. Kwa hiyo Abdul Muttalib usiku mmoja akawa ni mwenye kupata ndoto, akaota ndoto, kuna mtu yuaja na yuasikia sauti amwambia Uhfur taiba, chimbua ambacho kwamba ni kisafi, ambacho kwamba kikopyua. Kawa ni mwenye kuuliza, wama taiba? katika ndoto. Sasa na taiba nini? kilicho safi nini? asipate jibu na ndoto ikaisha. Kama hivyo ilipofuata usiku tena wapili, wa pili akiwa amelala akawa ni mwenye kuota tena, sauti ikaja yamwambia ahfur barra, chimbua ambacho kwamba kina thamani. Akawa ni mwenye kuuliza vile vile, vile wama barra au wama barra, na ni kipi hicho ambacho kwamba kina thamani baadaye asipate jibu na sauti ikawa yenye kupotea. Siku ya tatu mtawaliwa akawa ni mwenye kupata kupata ndoto vile vile, sauti ikija ikimwambia ukhfur oh zamzam, chimbua zamzam zam. na akawa ni mwenye kuuliza vile vile zamzam ni nini? Na ile sauti ikawa yenye kumjibu hivi sasa zamzam zam la tafna wala tuzam zamzam, haiwi ni yenye kufeli wala haitokuwa ni yenye kukauka. Tasqi alhajij alazam, kupitia zamzam wanakuwa ni wenye kupata kinywaji mahujaji, ambao kwamba wanakuja kwa wingi, namba ambayo kwamba ni grand. Baina alfarti wadam iko baina ya kinyesi na damu. inda qaryati naml, sehemu ambayo kwamba kuna jengo la chunguchungu au labda makolokolo au wadudu ambao kwamba waweza wakajenga jengo lao katika kizazi cha chunguchungu chungu au makolokolo. inda qaryati naml, inda naqirat lghurab lasam la sehemu ambayo kwamba kuna makao ya kurabu au kunguru ambaye kwamba ana mguu mweupe. Kwa hiyo haya maneno yote yanakuja kimafumbo, hii ni symbolism eh, kisichoisha wala ambacho kwamba hakifeli ambayo kwamba kiko baina ya kinyesi na damu, chungu chungu, kurabu. Abdul Muttalib hakuweza kufumbua fumbo kama hili bado imekuja kwa njia ya mafumbo. Kwa hiyo akiamka asubuhi aendelea na shughuli zake, kuna wakati yuko katika sehemu ya Kaaba, kisha baadaye akawa ni mwenye kuona damu na kinyesi karibu na Kaaba. Kulikuwa na ngamia amechinjwa Alafu ile nkama utumbo wake ulitolewa pale pale, kwa hiyo kuna kinyesi na kuna damu. Kisha baadaye, kisha kwa kando hapo, akaona chungu chungu wengi katika lile jengo lao, na kurabu ambaye kwamba ana mguu mweupe, huenda ikawa yamaanisha wale makurabu pia ambao kwamba kwa hapa ni weupe, au ikawa yenye kumaanisha moja kwa moja mguu mweupe, wallahu alam. Alipoona kama hivi sasa, akaanza kuconnect zile dots, akaanza kudecode lile fumbo, akawa ni mwenye kumuita mtoto wake Al Harith na akawa ni mwenye kusema hapa ndipo kwenye kisima cha babu yetu, yani akimaanisha Ismail alayhi salam akawa ni mwenye kumchukua mtoto wake Alharith na sehemu kama hii ikiwa ni karibu na Kaaba wakaanza kuchimbua, bila shaka itakuwa jambo ambalo kwamba litaenusha lita, lita hisia za watu kwa nini mtu anakuwa ni mwenye kuchimbua sehemu pambizo mwa Kaaba? Kwa hiyo akawa wanamtetesha Abdul Muttalib, lakini Abdul Muttalib ikawa yuangangana hivyo hivyo katika kuendelea kuchimba sehemu kama ile. Insha allah tutakuwa ni wenye kusimamia hapa biidhnillahi ta'ala na Jumamosi inayokuja tutazungumzia tukio zima na kulikamilisha tukio kama hili, kufanikiwa kupatikaniwa kwa kisima cha Zamzam, mvutano uliokuwa baina ya Abdul Muttalib na waliobakia katika Makuraish juu ya Zamzam, mpaka kwa kiasi ambacho kwamba atatuafikia amba Allah subhanahu wataala. Tumwomba Allah subhanahu wataala tujalie sote